Ikifika mwisho wa maisha yako Mungu akakuuliza, ulifanya kitu gani juu ya uwezo niliokuwa nimekupatia? Na nataka ufikirie sasa hivi, unavyoniangalia ni kitu gani ambacho utamwambia Mungu nilikifanya, kutokana na kitu ambacho ulinipa mimi? Uwezo ulionipa, kipaji ulichonipa, skills ulionipa, au nilipata wachumba wengi au nilienda klabu zote mjini, klabu zote wananifahamu wana, au nilitengeneza pesa nyingi sana kupitia uwezo niliokuwa nao? Hii itakuwa na maana gani? Au Mungu ametupa nafasi, au Mungu ametupa skili na uwezo tulio nao kwa ajili ya kuweza kukomuniketi na watu wengine, kuwagusa kutoka hatua moja kwenda nyingine, kuwasaidia watu wengine kufikia pia ndoto zao, au kusimama kama daraja, kuwasimamisha watu wengine, au niliweza kuhakikisha nasaidia watu wengine kwa ukubwa kadri nilivyoweza, kuwaweza kuwatoa sehemu alipo na kuweza kuhakikisha wanakuwa watu bora na kuwa na shukurani mbele za Mungu.